Shosti! Tusemezane. Haya, fanya biashara wenzangu mambo. How do you balance your calculation? Unafungaje hesabu zako? Sasa, una knowledge kidogo tu ya account ninayo, ninashare na wewe. Sawa, mfano, una 1 million, laki mbili, laki tatu. How do you know kwamba ina balance? Sawa, inasema kwenye account una kitu tunaita Income and expenses right, yani mapato na matumizi expenses, inaweza tukasema ni mapato na matumizi. Kwa hiyo mapato yako yanapaswa kuendana na matumizi yako. Endapo kama mapato yako hayaendani na matumizi yako, umefail. mm -hmm, unaweza ukakuta matumizi yako kama yakiwa makubwa, mfano income yako ni milioni moja, matumizi yako ni milioni mbili Umefeli. Inkamu yako ni bilioni moja, matumizi yako ni laki nane, umefaulu. Kwa hiyo unatakiwa ujue hesabu zako una balance vipi. That accounting. Accounting ni namna ya kukuonyesha hesabu zako zinavyo balance kupitia mapato unayopata na matumizi. Kwa hiyo mfano mapato ni biashara inamaanisha mauzo yako yakoje na matumizi yako yakoje. That's account. Sawa. So, na inaenda mbali zaidi investment unazozifanya; that's account. Sawa. Asset unazozimiliki, atuseme asset unazozimiliki as person, so yani kama mimi binafsi ninamiliki kitu fulani cha kwangu, biashara yako inamiliki nini? Je, yeah, biashara yako inamiliki hapo uh, certain investment. Sawa. So, yani mfano ni mongea vitu tofauti asset mfano, biashara yangu inamiliki ardhi, tuseme. Sawa, ikupitia biashara yangu, labda ni mfugaji, nimeweza kununua uh, ardhi ambayo inaendelea kufanya biashara. Thats that that's the asset ambayo pia ni investment kwenye biashara yako. Umeelewa? Yani asset ambayo, ukiona mambo yameenda kombo, unaweza ukauza hiyo ardhi. Sawa, afu, ukafanya investment kwenye kitu kingine inawezekana pia vyote hivyo vinawezekana. That is asset lakini pia ni investment. Investment kwa sababu inaendelea kukuzalishia lakini, akini uh, vitu ambavyo unatakiwa ufahamu pia kama kwenye biashara ni balancing ya kipato na matumizi kwenye accounts, kwenye mambo ya mahesabu una hivyo mambo ya mapato, matumizi, assets, liabilities, investments. Hivi vitu vyote hapa, jamani, hivi vyote hivi vinatengeneza account sawa. So how do you know it? Unaweza ukawa unafanya local very local, yani vitu vingi unafanya local. Ni sawa kufanya local, mimi sina shida na mtu yote anayefanya local. Tunashare tu vitu vi vidogo vidogo ambavyo tunavijua ambavyo at least kumbe unasema okay, kumbe ninavyofanyaga hesabu hivi na hivi, that's, that's that's account. Na how do you do mapato na matumizi? Unatakiwa ufanye records, a daily record every day Mm -hmm. Leo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano kiasi gani umefungua nacho? Labda mauzo ya jana yalikuwa shilingi elfu kumi na tano Matumizi uliotumia nimenunua maji, nimenunua luku, nimelipa hiki, nimelipa hiki. Kiasi gani umeingiza that day? Unaandika kwamba hela nilio balance, opening balance ni elfu kumi na tano matumizi yangu labda ni elfu saba nimeingiza elfu ishirini na tano sawa. Inamaanisha that giving you the daily record every day that daily record inakupelekea ina, ina wewe kujua uh, your business your business uh, uh, money management kwa namna moja au nyingine. Sio nimeeleka, leo nimeongea vitu vingi kwenye video moja, lakini let's deal with accounts.